Serikali iangalie upya sera zinazoongoza utoaji wa leseni za viwanda vya uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa pombe kali. Tunaishi katika jamii ambayo hata watoto wenye umri wa chini kabisa wanaweza kujipatia vileo bila kuulizwa swali lolote na mtu yeyote na kwa bei ambazo wanazimudu. Hii si sawa. Sambamba na hilo serikali inaweza kuona umuhimu wa kuangalia namna ya kuweka udhibiti wa mitambo ya kuvuta sigara maarufu kama shisha sasa hivi kuna wimbi kubwa la vijana wadogo, vijana wa kiume na wa kike wanaovuta sigara utumbaku hizo za shisha, na wengine wakiiga mfumo mpya wa maisha ambao wanadhani ndio fashion. Hivi karibuni niliingia katika mall moja maarufu sana pale Dar es Salaam. Na katikati ya korido, unapoingia tu unakutana na sigara mpya zilizoingia sasa hivi ambazo hazitoi moshi, zinaitwa vapor nafikiri. Hazitoi moshi hazifanyi nini, lakini zina athari kubwa sana kwa vijana wetu. Na vijana wengi wa kike na wa kiume wadogo kabisa wamekuwa wakiitumia kwa kiasi kikubwa. Tuna wasi sana serikali mfanyie kazi jambo hili, kwa kufanya utafiti, kujua kiwango halisi cha madhara yanayotokana na uholela wa uuzaji wa vitu kama hivi na kuunda sera ambazo zinaweza kufanyika kuokoa vijana wetu katika janga la mambo ya jinsi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo hofu juu ya uhuru uliopo katika ruhusa ya michezo ya kamari inayofanyika kama betting. Vijana hawa ambao tunaona kama nguvu kazi ya taifa wanaishi katika mazingira yanayowaaminisha kuwa wanaweza kujipatia riziki za maisha yao kwa kupitia michezo ya kamari. Nguvu kubwa iliyopo katika kuhamasisha kwenye matangazo ya biashara na kadhalika, kuhamasisha vijana wetu kushiriki katika michezo ya kamari inaleta matokeo ya taifa la watu wavivu, jambo ambalo linakinzana na sera za msingi za serikali yetu zenye kuhimiza watu wafanya kazi. Tunaiomba serikali kuangalia kwa upya utaratibu uliopo katika kudhibiti michezo ya kamari. Hatuwezi kuwa na jamii ya watu wanaoamini kuwa wanaweza kuishi kwa bahati nasibu na tukawa na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kujikwamua kwa uchumi, watu wengi wameingia katika shida ya kuingizwa katika kile kinachojitambulisha kama fursa za maendeleo, lakini kiuhalisia ni namna ya kuwafanya watu kuwa watumwa katika mnyororo wa madeni. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la watu na makampuni wanaojinadi kuwa wanatoa mikopo na wengine sasa hivi wamefanya hiyo biashara kupitia mitandao digital loans, yu, kitu kama hicho. Mahali pengi mikopo ya jinsi hii imeitwa mikopo ya kausha damu. Tunashukuru kwamba benki kuu ya Tanzania imetoa miongozo ya kuratibu makampuni yanayotoa mikopo. Hata hivyo, kiuhalisia practically, ukienda kwenye jamii, watu wengi bado wanakumbana na mazingira mabaya sana ya huduma za mikopo. Tunaomba kuwepo kwa ufuatiliaji na uelimishaji zaidi, ili kuwasaidia watu wasio wahanga wa, wa mikopo yenye kukandamiza na kudhalilisha. Sisi kama kanisa tunaona tunao wajibu mkubwa katika kushughulikia jambo hili, na tutaongeza bidii kufundisha jamii yetu maadili mema. Hata hivyo, hatua hii muhimu ya kujenga maadili mema huanza katika ngazi ya familia. Ni dhahiri kuwa hatuwezi kuwa na kanisa au taifa lenye maadili mema kama hatuna familia zilizo na maadili mema.